Mpendwa mtazamaji ni siku ya Alhamisi. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Marko sura ya kwanza aya ya 40 hadi ya 45. Inazungumza juu ya mtu aliyekuwa ana ukoma, alikuja kwa Yesu Kristo akamsihi na kumpigia magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Ni habari nyingine ya mkoma, anakuja kumpigia magoti Yesu, kwa maneno yale yale, ukitaka waweza kunitakasa. Alijua uhitaji wake huyu mkoma, kwa muda mrefu akiwa ametengwa na jamii kwa sababu alikuwa hapaswi kuweza kuchangamana na jamii iliyokuwepo. Akasikia watu wakimwambia habari za Yesu akakubali kuvunja taratibu za dini yake ya Kiyahudi aliyokuwa nayo, akamwendea Yesu, na ili asizue taharuki kubwa, alikuja kimya kimya, kwa sababu mkoma nyakati hizo alipaswa akiwa anatembea njiani ajinenee maneno mabaya, mimi najisi, najisi, ili watu wote wanaomwona wamkwepe. Lakini yeye alikuja kimya kimya, alijua alilokuwa analitaka kwa Yesu. Akafika pale alivyoona amepata fursa ya kutana pamoja na Yesu akamwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Siku ya leo juu ya mahitaji yako juu ya changamoto yako ambayo uko nayo, mwendee Yesu moja kwa moja. Usipende sana kuweza kuwa na njia za mkato ukaanza kuwatafuta watu ambao ni wa Yesu. Kuna changamoto nyingine hazihitaji uende kwa watu ambao wanaambatana na Yesu. Huyu bwana hakuwa na muda ukaanza kumtafuta Petro yuko wapi, aweze kunipeleka kwa Yesu aweze kuniombea upako. Alienda kwa Yesu moja kwa moja. Baadhi ya changamoto ambazo uko nazo za magonjwa, mwende Yesu, mtafute mahali popote pale Yesu alipo, mwende Yesu wa Ekaristi, kamweleze. Ukifika pale, acha maneno mengi, aliyenisababishia nipate magonjwa haya ni fulani, huyu fulani ndio aliyenisababishia nimekuwa katika hali kama hii. Yesu anajua historia yako yote, anajua kila kitu. Huyu bwana alimwambia, ukitaka waweze kunitakasa. Alienda moja kwa moja na maneno aliyekuwa anayataka, na we muende Yesu mweleze hitaji lako la moja kwa moja. Na Yesu anamwonea huruma huyu bwana, anampatia kile alichokuwa na kitaji. Anatamka maneno haya, anamhurumia, ananyosha mkono wake, anamgusa, akasema, anataka takasika na yule bwana ukoma wake ukamtoka akatakasika. Angalia maneno, ukitaka waweza kunitakasa, na Yesu akanyosha mkono wake akasema nataka takasika. Na kweli yule bwana akatakasika. Kuna, kuna lojiki nzuri sana kile alichokuwa na kikili ndani mwake alichokuwa na kiona kwamba nina uhitaji wa utakaso kutoka ndani akaupata hatuna muda wa kuweza kutakasa, wa kujadili habari za utakaso, tusonge mbele. Kwa nini Yesu anamhurumia huyu mtu ambaye alivunja sheria za dini yake ya Kiyahudi? Yaani wakoma lazima wakae pembeni huko kwenye msitu, kwenye mawe, wajitenga na jamii yake. Akavunja, akaja wakoma ambao hawalikuwa hawapasi kuweza kuwa na mazungumzo na watu walio safi. Kwa nini anamwonea huruma? Anamwonea huruma kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza ni hii: Yesu hakumfukuza hata kidogo mtu aliyevunja sheria za dini yake. Amevunja sheria za dini yake, lakini kilichompelekea akavunja sheria ya dini yake ni uhitaji wake wa kibinadamu. Ndugu zangu, hadi leo watu wengi sana wanavunja sheria za dini zao kwa sababu ya uhitaji, mahitaji ya kibinadamu. Si watu wote ambao unawaona kwamba wapo kwenye dhambi, wamepata mikosi, wamepata magonjwa, walitamani kupa, kuyapata hayo. Uhitaji wao mahitaji yao ya kibinadamu yamewapelekea waweze kuvunja, waweze kutenda dhambi. Na hata sisi ambao tunasimamia sana sheria za dini zetu, yatupasa tuweze kuwa na moyo wa huruma kama alikuwa nayo Yesu. Na mwaka huo ni mwaka wa Jubilei, mwaka wa huruma, mwaka wa maachilio. Tusiwashikilie sana watu ambao wamevunja sheria hizo, bali tuangalie hawa watu kwa nini wamefikia katika hali kama hiyo. Yesu ananyosha mkono wake, anamwonea huruma, anampokea katika kukata tamaa kwake, anawapokea jinsi walivyo, anampokea jinsi alivyo huyu mkoma. Hebu siku ya leo, popote pale utakapokuwapo atakapokujia huyu mtu, hata kama amevunja sheria, mpokee, kwa sababu amekata tamaa ya maisha. Msaidie kwa sababu ya uhitaji wake wa binadamu. Huruma yenye kuelewa itawafanya watu waweze kuona maana ya maisha yao. Tukiendelea kukazia sheria, hata kama mwenzako ndani ya nyumba amevunja sheria, hata kama mtoto amevunja sheria, kwa sababu alikuwa na uhitaji, uweze kuwa mwenye huruma kama Kristo. sababu ya pili Yesu ananyosha mkono wake kwa huyu mkoma, anamgusa mtu aliyekuwa anaitwa najisi. Yesu hakuona unajisi ndani ya huyu mtu. Jamii yote ya Waisraeli iliona unajisi, ilimwona kwamba huyu ni najisi, lakini Yesu hakuona unajisi. Kwa hiyo kuna watu ambao katika jamii jamii inamwona kwamba huyu najisi, imemtenga huyu mtu ana mikosi imemtenga, huyu mtu ana laana imemtenga. Jamii inaweza ikakuona kwamba wewe ni mlevi, ikakutenga jamii, pia na ndugu zako pia wanaweza kuona kwamba wewe una mikosi katika madeni, ikakutenga. Jamii inaweza ikakuona kwamba wewe una mikosi katika ndoa yako, huwa ukai katika ndoa kwa mambo mbalimbali ambayo wewe unayajua, ikakutenga. Lakini jicho la Kristo ni tofauti kabisa. Ndani ya Yesu, Yesu hakuona unajisi. Kwa Yesu hakuna aliye najisi, hata mmoja. Kwa Yesu anaangalia nafsi ya kibinadamu ambayo ilikuwa yenye uhitaji. Yesu aliona nafsi ya kibinadamu, aliona nafsi ambayo ilitoka kwa Mwenyezi Mungu ndani ya huyu mtu. Nafsi hii imeteseka, mwili umeharibika, lakini nafsi yake ilikuwa na thamani kubwa sana. Ndivyo anavyokwenda Yesu. Haijalishi umevunjika moyo kwa kiasi gani, kwa mitazamo ya watu juu yako, Yesu anakuona kabisa kama ni nafsi ya kibinadamu ambayo inateseka. Haijalishi ume, watu wamekuita kwamba una mikosi wewe, una laana, ni mlevi wewe, ni malaya, ni mzinzi umefanya mambo machafu . Yesu anakuona kabisa kama wewe ni nafsi ya kibinadamu. Kwa Yesu hakuna aliye najisi. Hata leo katika maeneo mbalimbali, usije ukaanza kumtaja mwenzako majina mabaya, si kazi yako kumtaja huyo, kumpatika majina ambayo si mazuri. Yesu ananyosha mkono wake kwa huyu mtu ambaye alikuwa najisi. Tuwasaidie wale watu ambao wamekata tamaa katika maisha, tuwasaidie wale watu wanaojiona kwamba wao ni najisi katika maisha yetu, wana mikosi, wana mabalaa hawa. Tukiwasaidia katika uhitaji wao mkubwa, wakakutana pamoja na Kristo, yale yote ambayo yalikuwa yanawatenga yatawafanya watakasike, waweze kuwa na maana. Na angalia baadaye. Sasa baada ya kuweza kuponywa huyu mtu katika uhitaji wake, anatoka pale akiwa na furaha kubwa. Yesu anamwambia nenda katimize, yaani masharti yote ambayo yalikuwa yameandikwa kwenye Torati, kajionyesha kwa makuhani. Anakuwa na furaha kubwa, anapiga kelele nyingi mpaka Yesu anashindwa kuweza kuingia katika yule mji kwa uhuru kwa sababu ya maneno ya yule bwana. Siku ya leo uwe Yesu kwa watu wote ambao wamekata tamaa, wenye unajisi katika maisha yao. Ongeza furaha yao, wapatie matumaini, wapatie furaha ya kweli. Vile vile pia, akikujia mtu ambaye ana uhitaji, msaidie, usianze kuuliza maswali mengi, ili kuwaje kuwaje, mpaka ukapata hiki. Msaidie aende zake, mpatie kile anachokihitaji kihitaji, na utakuwa ni mtu mwenye baraka. Akubaliki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.